Nimefika kwako unakopangisha. Ndio baba. Wakati ulipopata msiba pale nyumbani kwenu. Ndio baba. Nikatamka jambo. Ndio. Kwenye chumba chako. Ndio. Nikasemaje? Kuna jambo la baraka litatokea, kuna jambo la baraka litatokea. Ndio. Lakini utapita sana, lakini sio kwa nilipokuwa utapita. Ndio shangam... mwa... na ni kweli umepita. Nimepita baba, lakini nashangaa. Mwaka mmoja nilikuwa nataka niame na watu, nikasema, Mungu, naomba unisaidie, siwezi tena kutoka kwenye nyumba za kupanga nikaenda nyumba za kupanga. Uh-huh. Kwa hiyo kuna kiwanja ambaye nilinunua kile, nikakwambia baba bado ile kidogo. Uh-huh. Kwa hiyo nikapambana vile, Mungu akanisaidia, kuna mtu akaja akanipaga ile hela. Ndio atanirejeshea. Kwa hiyo mi nikapambana nikapambana vile ndio nikajenga baba, yani hasira tu imenipanda mwezi huu. Mwezi huu. Hasira tu. Umeamua tu. Nimeamua tu yani, kwanzia mwezi wa nne hasira imenipanda nikasema, siwezi tena nikachukua vyombo geti naenda kupanda kwenye nyumba kama mazaba. Alfa na Omega inaitendea mengi, hata kwenye kujenga nitajenga. Hata kwenye kujenga nitajenga. Ninakutamkia, hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Sema, hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Baba, kwa mamlango lionipa pokea sifa na heshima kwa ajili ya kumsaidia mjoli wako kujenga nyumba, na ufunguo uneiweka wakifu katika jina la Mungu Baba, ya kwamba hiyo nyumba ni mali yako dakatawale saidi atakapoishi maradhi magonjwa, mateso, malipizi, mashambulizi, kuvamiwa yasipate mlango. Simama Mungu fungoni na achilia nguvu yako nikitamka na kuiweka wakifuio yanyawa ikiwa mbali katika jina la Mungu Baba mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Askofu Gonbaya, Bwana atakubariki ukaishi kwa ajili ya mlau